Alsalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wa baraka ala rasulillah wa alihi waalihi sahbihi ajmain. Kwa mara nyingine tena, ndugu zetu katika imani, lakini pia hata wale ambao wanapenda kuona Waislamu kwenye majambo yao wanafanya nini, wakashiriki kuja kujifundisha, ambao sio waislamu tunawaalika tena katika msikiti wetu huu wa Jumuiyati Temeke, wilaya eneo la Tandika, kata ya Azimio, mtaa wa Tambukareli Maputo, katika hadhara ya maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatakayofanyika siku ya Ijumaa tarehe kumi mwezi wa kumi wa baba kwa kina mama wazee kwa vijana wakubwa kwa wadogo, tunawakaribisha sana sana sana katika hadhara hiyo. Kama kawaida yetu, ndugu yenu Muharam Rashid Mziwanda nawaalika tena kwa mara nyingine, nikishirikiana na ndugu yangu imamu wangu Shekh wakata hii Azimio, Shekh Shwaibu Ibnu Haruna Ali wa wamtawanya katika hadhara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kawaida, mwaka huu tutakuwa na mihadhara miwili kabla aljuma, kuanzia saa nne siku hiyo ya Ijumaa, tarehe kumi mwezi wa kumi siku ya akinamama duniani, chini ya anuani ya Uislamu na mwanamke, kuanzia saa nne mpaka saa sita. Tutaingia katika sala na tukimaliza, tutafunga na muhadhara mmoja waratibu wa taratibu watakaosema muhadhara huo, lakini tunatarajia kuwa na mwalimu wetu, mzee wetu Sheikh Taha Suleiman Bane, lakini pia tunatarajia tuwe na Sheikh Samiri Sidiki kutoka Tanga, Sheikh Yusuf Muhammad Kidago na mashekhe zetu wengi sana watakaokuwepo katika hadhara hiyo hatuwezi kuwataja wote, lakini tunatarajia kuwa na wageni, ndugu yetu kipenzi chetu Shekh Uthmani Ndaki kutoka Mwanza, Dr. Mubarak Awesi kutoka Kenya Mombasa, Shekh Izuddin kutoka Kenya, Shekh Faisal Alamudi kutoka Malindi, Shekh Jaafar Sagaf maarufu Mufti, naye kutoka Nairobi. Kwa hiyo tunawakaribisha mashehe wengi sana ambao wengine hawaji kwa haraka kichwani. Tunakuombeni popote pale mulipo, muje kutuunga mkono, tuje tuisikie maudhui hiyo ya uislamu na mwanamke. Karibuni sana popote pale mulipo, muje kwa wingi sana. Lakini sambamba na hilo, tumejiandaa kwa ajili ya kuwakirimu wageni wetu japo kwa kidogo tulichokiandaa lakini naamini kitakidhi wageni wetu mtakaohudhuria. Watu hupenda sana kuwaambia tumejipangaje. Mchele upo wa kutosha, alhamdulillah. Mungu alete taufiki, na tunajitahidi mapungufu ya mwaka jana ya maji na juisi, inshallah mwaka huu tuyaweke sawasawa, maji yatoshe, juisi zitoshe, na mengineyo na kuku atakuwepo wa kutosha tu wa kutosha na tumeweka dabo ngamia saba na ng'ombe saba, na inshallah tunatarajia kati ya Jumatano au Alhamisi watu wa mitandao watarusha, watakapokuwa wamefikishwa, kwa sababu ngamia tunatarajia watatoka nchini Kenya ndiko wanakopatikana kidogo kwa unafuu. Kwa hiyo tunawakaribisha. Tumejipanga na safu yangu na viongozi wangu kwa ajili ya ku, ya, ku, ya kuwapokea wageni wetu na kuwapa dhifa stahiki, tuje tumtangaze Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu hujakataza kula na kunywa. Mtu usije akasema mbona ha, watangaza habari ya kula? Uko peponi kwenyewe kuna kula, na hata uko peponi kama hakuna kula na kunywa, pepo haina maana yoyote na ndio maana Mungu akatangaza huko peponi, litatoka tangazo zito, Mungu akisema kulu washrabu, katika furaha na raha ya mwanadamu atafanya yote. Kuna kula na kunywa, na Mungu ameandaa huko kula na kunywa, lakini pia kuna matunda huko. Basi na sisi pia tutaweka na matunda hapa insha Allah. Kwa kwa hiyo kila kitu kitakuwa kimekaa sawasawa insha Allah. Tumwombe Mungu namzidi kutuombea na hii tunafanya pia kwa sababu ya maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hakika ya Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda mazuri mazuri. Lakini pengine Mtume akasema kwamba Mwenyezi Mungu anapenda mmoja wenu akilifanya jambo la kheri, alifanye kwa ufanisi kadiri ya uwezo wake, afanye vizuri kabisa jambo zuri Allah analipenda kwa hiyo hadhara ipambwe vizuri watu wale vizuri watu wanywe vizuri watu waje wakiwa wamevaa vizuri bashasha ununi ununi na makasiriko tuyaache nyumbani tunakuja kuusoma Uislamu tukiwa na hamasa na uchangamfu karibuni sana mashekhe wetu karibuni wote na tunatarajia tena kwa mara nyingine mheshimiwa mufti wa Tanzania atakuwepo lakini tunatarajia tena tutakuwa na mawaziri mbalimbali mbali mapema kuwataja, wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa mbalimbali mbali tunatarajia kuwa nao, na baadhi ya mashekhe mbalimbali wa mikoa ya nchi, bila ya kumsahau mwenye mkoa wake Shekh Walid Alhadi Umar Kawambwa Ilkasaji, insha Allah, naye ataongoza safari hii ya kuwapokea wageni wake na kazi hii ya kutoa darsa hili la kufahamisha umma Uislamu na mwanamke. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana niaba ya viongozi waumini wa, wa masjid jumuiya, achukua nafasi hii kuwa kama kiongozi mkuu wa Waislamu katika msikiti huu imamu kuwaalikeni ndugu zetu wote Waislamu na wale ambao wasiokuwa Waislamu kwenye hadhara kubwa ambayo itakayofanyika hapa msikitini kwetu siku ya Ijumaa ya tarehe kumi mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano. Lengo letu kubwa ni kumtangaza Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kuonyesha Uislamu ndiyo dini pekee iliyompambania mwanamke na kumtengenezea heshima yake na nafasi yake katika jamii. Kwa kuwa ni siku ya wanawake duniani, basi logo yetu kuu, Uislamu na wanawake. Hakuna dini yoyote kwenye ulimwengu huu iliyomwekea nafasi kubwa mwanamke kama si Uislamu, hivyo tungependa ndugu zetu kote duniani mushirikiane yani, na sisi katika kumtangaza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa vyombo mbalimbali, kwa wale ambao waliokuwa nje ya Dar es Salaam. Lakini kwa wale ambao waliokuwa Dar es Salaam, basi tunawaalika kwenye msikiti wetu Masjid Jumuiya uliopo katika mtaa wa Tambukareri Maputo, wilaya ya Temeke, kata ya Azimio. Ni mimi ndugu yenu Imamu Mkuu wa Masjid Jumuiya Shuaib Haruna Mtawanya. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Muhammad Abdallah Luambo, ni mratibu wa hadhara ya Maulidi inayofanyika katika Masjidi Jumuiya Tandika Azimio, chini ya Sheikh Muharram bin Rashid Mziwanda, tarehe kumi mwezi wa kumi katika mwaka huu 2025 ndio mtoko rasmi uliotangazwa kwa wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika kumnadi mtume kumsifu na kumsherekea katika viwanja vya msikiti wa jumuiya hapa Tandika. Ubora wa hadhara na thamani yake na ukubwa wake unatokana na mahudhurio yenu wapenzi wa mtume kutoka katika kona mbalimbali mnazotukimbilia mbali, kuja katika hadhara hii. Leo ni siku nyingine tena tunawaalika tuje tena katika hadhara yetu ambayo tumejiandaa vyema kuwapokea na kuwapa thamani ile inayostahili katika hadhara hii. Alhamdulillah, mwaka huu mada yetu kuu, Uislamu na mwanamke. Mwanamke ana nafasi gani ndani ya Uislamu? hiyo ni darsa pana ambalo mashekhe kutoka katika kila kona ya nchi yetu na nje ya nchi watahudhuria kuja kutufundisha Uislamu na mwanamke, jambo ambalo halikupaswi wewe kukosa na kuwa mbali nalo. Tunakupasa, tunakuomba uweze kuhudhuria na uweze kupata faida hizi. Kwa haraka tunawaeleza watu ili wajue namna ya kuwahi na kuweza kuchukua nafasi zao. Hadhara yetu itaanza baada al magharibi, dua ya kuiombea nchi yetu amani, hasa katika kipindi hiki tunachokipitia cha uchaguzi mkuu wa uraisi wa bunge pamoja na madiwani. Tuje kumwomba Mwenyezi Mungu atujazie amani, utulivu, lakini pia atuvushe salama katika hili tukio tulilokuwa nalo. Baada almagharibi itakuwa imeanza dua hiyo, lakini tutaswali kabla ya dakika kumi saa mbili, na baada ya swala ya isha tu tutaanza hadhara yetu moja kwa moja. Matarajio yetu saa nne iwe hadhara imefika ukingoni katika yale tuliyokusudia katika viwanja hivi. Ukiacha hayo, tunao mashekhe kutoka katika kona mbalimbali za nchi yetu ya Tanzania ambao mnawajua, mnajua ilmu yao maarifa yao wote tutakuwa nao kwa ajili ya kutupa faida katika hadhara yetu hii tuliyokuwa nayo. Lakini ukiacha hivyo, maalum katika mwaka huu tuliokuwa nao, tumepata wageni ambao tunawatarajia kuwa nao Shekh Mubaraka Awes yeye ni kutoka Kenya, lakini pia Shekh Izudini naye pia ya kutoka Kenya, Shekh Sagaf mufti na yeye pia ya kutoka Kenya. Wote hawa tuna, tuna, tuna, tuna matarajio nao wa kuwa nao katika hadhara yetu. Ukitazama kwa ukubwa wake, hadhara hii ni jambo ambalo linakupaswa wewe ulitengee mtoko wake kwa kuja katika hadhara ambayo tutapata ilmu kubwa, tutapata faida kubwa, lakini pia madrasa zetu zipo zimejiandaa kwa ajili ya kutupa burudani, burudani kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nirejee tena kwa mara ya mwisho mada yetu kuu, Uislamu na mwanamke. Mwanamke ana nafasi gani katika Uislamu? Hili ni jambo ambalo tunataka mashekhe watuelimishe, ili watu waondokane na fikra potofu, waondokane na fikra ambazo haziko katika dunia ya leo za kunyima fursa za namna mbalimbali kwa ajili ya wanawake wote. Tunawakaribisha wanawake, mje kwa wingi, wanamume, mje kwa wingi. Ni hadhara yenu, ni hadhara inayowahusu kwa ujumla wake. wama alaina illa albalaghu.